Karibu katika kituo kidogo cha utafiti cha NIMR Amani Hill kilichopo mkoani Tanga, wilaya ya Muheza kwenye milima ya Usambara Mashariki. Kituo hiki kimekuwa sehemu muhimu ya shughuli za utafiti wa kijamii na kimazingira kwa miaka 123 tangu mwaka 1902 kikichangia maendeleo ya maarifa na afya kwa jamii za maeneo ya milimani. Dr Victor Mwingira, mkuu wa kituo hiki, anaeleza zaidi. Kituo chetu kipo takriban kilomita 70 kutoka Tanga mjini na kilomita 35 kutoka mji wa Muheza. Kituo hiki kilianzishwa na Wajerumani na malengo makuu yalikuwa ni kufanya tafiti za mimea ili kuzalisha mali ghafi kwa ajili ya viwanda vya wakoloni Wajerumani. Tafiti za kwanza kabisa zilizofanyika katika kituo chetu zililenga katika kuzalisha nyuzi, kuzalisha madawa, kuzalisha sumu kwa ajili ya kuua wadudu, viungo kwa ajili ya vyakula, vipodozi pamoja na mafuta tete. Kituo chetu ni kituo cha kwanza kabisa kuanzishwa na kufanya tafiti katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Kituo chetu kina maktaba ya kwanza kabisa kuanzishwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu ilianza mwaka 1905 lakini pia kina posta ya kwanza kabisa. Wakati ule ilikuwa inaitwa posta ya Mjerumani, Bundesposta hiyo ilianzishwa mwaka 1902. Pia tuna e, mtambo wa kwanza kabisa wa kufua umeme wa maji hydroelectric plant ambao nao ulianzishwa mwaka elfu moja mia tisa na mbili. Kwa hiyo kwahiyo kituo chetu kina mambo mengi ya kihistoria eh, ambayo utayapata hapa tu majengo pamoja na vitu eh, ambavyo vimehifadhiwa katika makumbusho yetu iliyopo katika kituo miundombinu hii iliyodumu kwa zaidi ya karne ikibeba historia kubwa ya utafiti hapa nchini, na sasa inahitaji maboresho makubwa ili kituo kiendelee kutoa mchango wake katika utafiti na mafunzo. NIMRI imeanza ukarabati mkubwa wa majengo ya kituo cha Amani Hill kwa kukarabati majengo ya maabara, majengo ya kufikia wageni maktaba, pamoja na kumbi za mikutano ili kuweka mazingira bora ya kufanyia kazi kwa ajili ya watafiti, lakini pia kwa ajili ya wageni ambao wanakuja kufanya utafiti kwenye maeneo ya epidemiolojia, ekolojia, afya ya mazingira, pamoja na tafiti za kijamii. Matarajio ya ukarabati huu ni kuleta sura mpya kwa Amani Hill, miundombinu imara zaidi, salama na yenye vifaa vya msingi vinavyohitajika kwa shughuli za utafiti, utoaji wa huduma za afya kwa jamii na mafunzo. Kwa mazingira yake ya kipekee ya milimani na historia ndefu ya utafiti, Amani Hill ni rasilimali muhimu katika kukuza uelewa kuhusu afya ya binadamu, mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Ukarabati huu ni ushahidi wa dhamira ya NIMR ya kufufua vituo vidogo vitakavyosogeza huduma sehemu ambazo hazifikiki kirahisi, kuimarisha miundombinu ya utafiti ili kuongeza tija, ubora na usalama katika kazi za kisayansi. Tunawakaribisha watu wote kutembelea kituo chetu, kuja kufanya tafiti, lakini pia kuja kupumzika, kuja kujifunza kwenye makumbusho yetu, kuja kujifunza kwenye maktaba yetu ya kihistoria. Lakini pia kuja kufanya retreat au kufanya mikutano katika kituo chetu. Asanteni sana na karibuni Amani. Mpaka hapo tumefikia tamati. Kufahamu zaidi kuhusu NIMR, tembelea tovuti yetu www.nimr.or.tz au mitandao ya kijamii NIMR Tanzania. NIMR, kukuza utafiti kwa afya bora.